Yaani kwa hii situation ya pili ambayo imemkuta, ime aliapa mpaka akaenda kutoa sadaka kanisani na pasta akamuombea kabisa. Sasa basi, atakuwa moyo mwenyewe, sio sisi, kwa sababu sasa hivi Kaja bwana huyu hapo, bwana tajiri bwana anataka kufunga naye ndoa It means kwamba hata yeye mwenyewe Harmonize labda anataka anataka ile peace tu, kwa sababu kama anaongea anaongea na Hamisa eh, anaongea na wasanii wengine akina Lulu Diva akina Wema, basi anataka peace pia Kaja. Lakini Juma, anything can happen, huwezi jua, inaweza kashangaa Kaja, mtanikosheshea hela ndugu zangu, kwa tajiri mtanikosheshea hela nyinyi, ndio mnachochea tajiri, kakasirika. Sasa hapa Juma, kuna mazingira ambayo pia Harmonize ameanza kuyatengeneza. Unajua jana tu ile kumkumbatia, labda pengine alikuwa kumkumbatia, unaliona eh? Unalionaje unaliona, wanamke umara nikwambia kitu kimoja, yeye sio kwa sababu ya adhara ya watu. Yeye angekuwa anataka kweli msamaha wala asingetumia adhara ya watu. Yeye rafiki yake mkubwa sana yaani Lamata, yani Lamata anamsikiliza. Naomba ngoja nipige magoti kabisa, eh, eh, eh, nimwombe radhi nimwombe radhi Kajala sio Zuchu Nimwombe rasi Kajala yangu China, kwa sababu maokoto nitakosa haiko China. Ah, ah, wewe jua china hivyo. <laughs> Eh, maokoto nitakosa wameninunia, maana jana nimekesha mpaka saa 8 za usiku. Namomba msamaha, naomba msamaha kwa malio pale. Malio anakuja ananicheka ananibeza eh, kwa ajili ya kikripu tu content imenikosti. Nawaomba radhi familia yangu, nawapenda sana.